Ndugu wananchi wa Tumbatu, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Ajenda kuu ya Chama cha Mapinduzi ni amani. Bila ya amani hakuna maendeleo. Ndugu zangu, tulivyokuja hapa Tumbatu mwaka wa elfu mbili na ishirini kuomba kura, mlituambia changamoto zenu, tumeyatimiza. Awamu injayo mkituchagua, tutafanya makubwa zaidi. Tunaajiri waalimu tutaendelea kujenga skuli zenye hadhi, skuli zenye maabara ya sayansi kama hii hapa. Na sisi serikali tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya elimu, ili tuweze kufanya vizuri, vijana wetu wapate elimu inayoendana kimataifa. Ndugu zangu, hiyo ni upande wa elimu, lakini upande wa afya, wazee wangu, ilikuwa madaktari watoke huko kwa wiki mara moja kuja hapa tukasema tutajenga hospitali yenye hadhi ya hospitali ya wilaya hapa hapa Tumbatu, ujenzi mnauona. Ndugu zangu, mkaniambia swala la barabara, tumeshamwambia mkandarasi, ameagiza vifaa vinakuja, tujenge barabara za zege. Kisiwa kizima hichi kitakuwa kina barabara za zege. Ndugu zangu, kuna swala la gati, kwa hivyo tumeshawakabidhi wakandarasi, tumewapa kazi ya kuijenga gati hii. Hawa hawa watakaojenga barabara watajenga na gati hii. Huduma za maji bado kuna changamoto, tunatambua. Nimezungumza na watu wazawa wamenambia wana mpango sasa wa kuvusha maji, kujenga bomba kutoka upande wa pili mpaka huku, kukisaidia kisima kilichokuweko hapa. Tutaendelea kutoa fedha za mikopo isiyokuwa na riba, na kwa upande wa ajira hususan wa vijana, tutaendelea kuajiri katika serikali tutaendelea kuimarisha sekta binafsi katika uanzishaji wa viwanda ili tupate ajira. Haya ndiyo yalikuwa mambo ambayo niliyoombwa mimi kipindi kile. Awamu ijayo mkituchagua, tutafanya makubwa zaidi. Ombi letu ni kwamba mwendelee kutuamini, ndugu zangu.